Unapata aibu ukamona bwana wa Kristo wa kike anavaa kagauni kanaishia chini mafut ya mafuti kuanzia umu kuanzia umu hapa, yani akiinama hapa hapa panaonekana kote. Mi sinaonana nao ana wa kanisa, sinawapitaga mabarabarani utamona